Habari, natumaini uko salama. Na mimi ni Dr Elizabeth kutokea hospitali ya Afya Time Specialized Polyclinic iliyopo ili la Sokoni mkabala na jengo la Mwalimu House. Siku ya leo tutaenda kuzungumzia kuhusu tatizo la moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, yani heart failure. Moyo kushindwa kufanya kazi vizuri ni pale ambapo moyo wako inatokea kuwa hausukumi damu vizuri kwenda maeneo mbalimbali ya mwili na hii hapa haimaanishi kwamba moyo wako umesimama. Hapana, moyo wako unaendelea na kazi, lakini haufanyi kazi vile ipasavyo. Na mtu yeyote anaweza kuwa na hali hii ya moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, hata watoto wadogo, hasa watoto waliozaliwa na kasoro ya moyo. Hata hivyo, ni kawaida zaidi kwa watu wazee, kwa sababu, watu wazee wana uwezekano mkubwa wa kuwa na matatizo mengine ya moyo ambayo yanaweza kusababisha tatizo hili kuwa na shinikizo la juu la damu na kisukari, jambo ambalo linaweza kusababisha moyo kushindwa kufanya kazi. Pia kuta za moyo huwa ngumu kwa uzee. Na vitu ambavyo husababisha tatizo hili ni kama vile shinikizo la damu la juu, hufanya moyo wako ufanye kazi kwa bidii sana, ugonjwa wa ateri ya moyo, ambapo huzuia usambazaji wa damu kwa misuli ya moyo wako, na mara nyingine matatizo ya valve za moyo valvu zinazovuja au zilizoziba hufanya iwe ngumu sana kwa moyo kusukuma damu, pia upungufu wa damu na mdundo wa moyo usio wa kawaida. Na dalili ambazo zinajitokeza kwa mtu mwenye tatizo hili sasa, ni atapata changamoto, atakuwa anahisi kama hawezi kupumua vizuri, hali inayozidi anapolala chali, kuhisi uchovu mwili mzima, kuvimba kwa nyayo na miguu. Lakini dalili kwa kawaida hujitokeza polepole. Mara ya kwanza unaweza kuhisi tu kukosa pumzi na unapopanda ngazi na kugundua uvimbe mdogo wa miguuni mwisho wa siku. Baadaye unaweza kuhisi sasa kukosa pumzi au uchovu sana unapofanya shughuli zako za kawaida. Wakati wa moyo kushindwa kufanya kazi, hii hali ikiwa kubwa sana, unaweza kushindwa kupumua hata wakati ukiwa umekaa kwenye kiti na kuwa na uvimbe sasa umeongezeka kwenye miguu na kuwa na uchovu kila wakati. Moyo kushindwa kufanya kazi kunaweza kufupisha maisha yako, lakini matibabu yanaweza kusaidia kuishi maisha marefu. Na je, kama mtu ana tatizo hili anaweza kufanya nini ili kuepuka madhara zaidi? Mtu kama una ugonjwa wa moyo, cha kwanza kabisa zingatia, pata muda wa kutosha wa kupumzika Inua miguu yako ukiwa umekaa chini, na kulala na mito kadhaa chini ya kichwa chako ili iwe rahisi kupumua. Dhibiti dawa zako na kumbuka kutumia dawa zako kwa muda, lakini pia daima wasiliana na daktari wako kabla ya kutumia dawa yoyote mpya. Na mambo ya kuzingatia kwa ambao hawana tatizo hili na pia wenye tatizo hili ni kama vile, punguza matumizi ya chumvi Kula mlo kamili, kunywa maji ya kutosha, fanya mazoezi mara kwa mara na kuwa na uzito unaofaa. Fuata ushauri wa daktari wako juu ya kutibu matatizo ya afya ambayo yanaweza kusababisha mtu kupata tatizo la moyo kushindwa kufanya kazi vizuri. Lakini pia epuka tatizo hili kwa kufanya check up mara kwa mara, najitahidi kula mlo kamili na kufanya mambo ambayo yataweza kufanya wewe afya yako ya moyo kuwa salama.